Of course bado hatuja safe ukilinganisha na result ambayo tumepata mechi ya kwanza, na mpira sasa hivi unaweza kupata matokeo popote pale, it doesn't matter wapi unacheza. Kwa hivyo tunalijua hilo na tumefanya preview ya mechi kwa, kwa kiwango kikubwa. Uh, tumeweza kurekebisha yale makosa ambayo tuliweza kuyaona katika mechi ya kwanza na, kama ambavyo nimesema itakuwa mechi rahisi, ni mechi ngumu ambayo inahitaji kupata matokeo, lakini mimi nafikiri tuko tuko vizuri, tumefanya assessment ya kutosha na naamini inshaallah kesho tutapata matokeo. Ah, uh, moja ya changamoto ambayo ipo ndio hiyo ambao kwa muda mrefu Simba imekuwa na consistency kwenye hizo mechi za preliminary. Ah, uh, na mimi nalijua hilo na tunajaribu kushare na na, na wachezaji kuhakikisha kwamba tunataka kuvuka katika hii mechi ambayo ipo mbele yetu, na hata mimi sijawahi kufeli kwenye mechi ya mwanzo wa tena mashindano, kwa hivyo inanipa confidence kiasi fulani, sio for my experience taswai naamini kwamba kwa kikosi ambacho tunacho kwa amba timu ya Simba kwa sasa tutavuka tu inshallah. Kwanza sijawahi kuwa na presha kwenye mpira, nafikiri sijawahi si, si, kuwa na presha uh, uh, nimecheza mechi nyingi, nafikiri uh, uh, iko kama hivyo na ningependa kuona uh, wapenzi wana of course uh, atakuja uwanjani, lakini nafikiri watakuwa karibu na sisi kama ambavyo uh, msemaji amesema hapo uh. Nafikiri katika mioyo yao watakuwa na sisi, wanatusapoti kwa nguvu zote, na mimi nachukua nafasi hii kwamba hatutaangusha, tutapambana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba nao wanafurahi popote ambapo atakuwa hapo.